Mimi ambaye nimeaminiwa kuiongoza taasisi hii ambayo ina dhamana ya mpira wa nchi hii, lakini na mwenzangu aliyeaminiwa kuongoza taasisi muhimu sana katika nchi yetu ya kukusanya kodi, tumekubaliana na niwashukuru viongozi wetu waziri Profesa Kabudi pamoja na Waziri Mwigulu Mchemba pamoja na mlipaji mkuu wa serikali, ambao kwenye kikao kile walituelekeza maelekezo ya mama kuhakikisha kwamba muda mfupi tu tunaingia makubaliano na tuweze kuzindua huu ushirikiano ambao ni wa kihistoria, lakini ushirikiano ambao unatusaidia unaisaidia nchi yetu. Tunapokuwa tunacheza kwenye viwanja hivi, tunacheza ligi yetu hii, wadhamini mbalimbali wanatudhamini, ni kwa mazingira ambayo serikali imeyaweka. Na serikali mazingira haya ambayo imeyaweka yana, kwa mfano, ujenzi wa miundombinu ya viwanja tutahosti chani mwaka huu lakini na Afcon ni mwaka 27. Ile miundombinu inatengenezwa kwa kodi zilizolipwa na wananchi wa Tanzania, kwa maana wafanyabiashara na watu wote mbali mbali. Sasa kutumia nafasi hii, sisi ni wajibu wetu ni wajibu wa mashirikiano, lakini pia katika mpira kuna sehemu pia ya kurudisha kwa jamii, Mheshimiwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu. Na mimi nimshukuru Mungu kwa kuandika historia leo na nafikiri toka TRA imeanzishwa hii ni mara ya kwanza tunaingia makubaliano na shirikisho la mpira wa miguu za Tanzania la kushirikiana ni, ni washukuru sana kwanza kwa kukubali. Niwashukuru wa wataalamu wetu wamefanya kazi kubwa, ilikuwa ni muda mfupi, lakini leo hatimaye tumefikia makubaliano. Lakini makubaliano haya ni maagizo na utekelezaji wa maagizo ya mheshimiwa rais kwamba taasisi zetu ambazo ziko nchini ikiwemo shirikisho la mpira uh, ziwe zinasomana uh, mifumo yake ya taarifa na sisi tunatekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo hili inalo nikupongeze sana, lakini makubaliano haya sasa yanakwenda kusaidia nchi kwa maana ifuatayo. Moja, pamoja na mambo mengine tunakubaliana kubadilishana taarifa. Uh, taarifa mbalimbali zinazohusu mchezo wa mpira wa miguu nchini, lakini hata sisi tutawapa taarifa mbalimbali zinazohusu masuala ya kodi ndani ya nchi yetu. Hii ni hatua kubwa uh, kujenga uelewa kwa uh, wadau wa mpira wa miguu ambao wa wako chini yenu uh, lakini na sisi kujua nini kinachoendelea. La pili kubwa Eh, tumekubaliana kwamba tutashirikiana na TFF kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari nchini, na sasa sisi tunatambua mpira wa miguu ni moja kati ya michezo pendwa sana ndani ya nchi yetu, ina washabiki wengi, na tukitumia jukwaa hili eh, ujumbe wa nchi, si wa TRA mbee wa nchi wa ulipaji kodi wa hiari utafikiwa kwa kiasi kikubwa sana.